Angalau raia 1,436 kutoka mataifa 36 ya Afrika wanapigana ndani ya jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje ya Ukraine, Andri Sibiha, amesema idadi hiyo inakuhusisha wale waliodhibitishwa rasmi, ingawa inadaiwa kuwa namba halisi huenda ikawa kubwa zaidi. Serikali ya Ukraine inashutumu Urusi kwa kutumia mbinu za ulagai na shinikizo katika kuwaajiri raia wa mataifa ya Afrika ili kujiunga na jeshi lake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wapiganaji wa kigeni wengi hutumwa moja kwa moja katika maeneo hatari ya mstari wa mbele ambako wanakabiliwa na vifo vya haraka kutokana na mapigano makali. Inadaiwa kuwa makamanda wa Urusi kutumia wapiganaji hawa kama nguvu za akiba bila kujali usalama wao, kwani vifo vyao havisababishi uwajibikaji wa kijeshi. Ukraine imeonya kuwa kujiunga na jeshi la Urusi ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Inazitaka serikali za Afrika kutoa tahadhari rasmi kwa raia wao kuepuka kushiriki katika vita hivyo. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa baadhi ya raia wa Afrika waliokuwa wamejiunga na jeshi la Urusi wamejisalimisha kwa vikosi vya Ukraine na sasa wanashikiliwa kama wafungwa wa vita chini ya uangalizi wa sheria za kibinadamu na za kimataifa nchini Ukraine. Serikali ya Ukraine imesema itaendelea kufichua taarifa zaidi kuhusu maeneo na nchi ambako raia wake wanahusishwa katika kampeni ya uandikishaji wa kimataifa ya Urusi ikidai kuwa kampeni hiyo inalenga watu walio katika mazingira magumu kwa ahadi za uongo za ajira, fedha au uraia. Ripoti kadhaa zimehusisha mataifa kama Kenya na India ambako baadhi ya raia waliondoka kwa ahadi za kazi nchini Urusi, lakini walijikuta wakitumwa vitani dhidi ya Ukraine. Baadhi yao walijisalimisha baada ya kutoelewana na makamanda wao na kwa sasa wanahifadhiwa na mamlaka za Ukraine. Hali hii imezua wa wasiwasi mkubwa kuhusu mtandao wa kimataifa wa Urusi wa kuandikisha wapiganaji wa kigeni unaodaiwa kutumia changamoto za kiuchumi na kijamii za mataifa ya Afrika kuwalaghai vijana kutumika katika vita visivyokuwa vyao. Ukraine imetoa wito kwa mataifa yote duniani, hususan bara la Afrika, kuchukua hatua za haraka kukomesha mpango wa Urusi wa kuajiri raia wa kigeni ikisisitiza kuwa kushiriki katika vita hivyo ni kinyume cha maadili, sheria na mkataba wa Umoja wa Mataifa.